Katika kaunti ya Isiolo wamewatahadharisha wakazi dhidi ya kukata miti, wakibaini kuwa hatua hiyo imesababisha mabadiliko ya tabia nchi yanayozidi kushuhudiwa katika eneo hilo. Walizungumza haya katika hafla ya kupanda miti 2000 iliyoongozwa na shirika la ASREP Africa kwa ushirikiano na KFS walipofanya kampeni ya kupanda miti katika shule kadha za eneo la Ngaremara. Sisi kama shirika la ASREP uh, Africa tumeshirikiana na na Nakuprat Gotu community conservancy pamoja pia na Kenya Forest Service. Tuko hapa katika conservancy ya Nakuprat Gotu tukiwa katika harakati ya kupanda miti elfu mbili siku ya leo, si hapa peke yake katika conservancy headquarters, bali pia katika shule kadhaa katika eneo hili la Ngaremara Ward na haswa hii ni na pia tumepata fursa ya kuweza kuwahamasisha community kina mama na vijana waliomo hapa kutoka jamii na kuweza kuwafundisha na kuwapatia pia manufaa ya kupanda miti, na pia wameweza pia kutueleza ombi lao katika upande wao, wakisema kwamba masuala haswa ya, ya ukataji wa, uchomaji wa makaa na kukata miti yanatokana na hali ya umaskini na hali ya ukosefu wa namna mbadala ya kujikimu kimaisha. Kwa hivyo kuna sababu muhimu sana ya kutafuta namna mbadala, na sisi kama ASREP tutakuwa katika mstari wa mbele katika hizo projects lakini haswa kwa saa hii katika Waso Eco Champs Project tunaangazia kupanda miti elfu mia mbili katika muda wa mwaka moja ujao. Tulikuwa tumeshirikiana na na KFS. Sasa mko na shida ya maji wamama, si maji imeanza kuja? Before maji haikuwa, lakini baada ya ile conservation ya Gabera, maji inaanza kutirambuka. So yetu ni kushikana pamoja. Tukikuja tukikupatia miti mbili, panda hiyo miti mbili, chunga. Sitaki ati upande miti 20, sawa sawa hata hii tutapanda leo, nitapatia mtu miti mbili mbili mbili mbili. Sitaki kuupatia kumi, sababu so inataka maji kila. Si sasa nikupatia kumi, si kazi, utapungua kazi ya kwenda msituni ya maji. Sasa hiyo ndio tuko na shida. So mambo ya Gabera tukitengeneza, tulikuwa tunatengeneza so that the lower side uwe na maji mingi, so muweze kupanda mi? miti sawa sawa.